Kwa hiyo kati ya hao wawili, essentialist anaweza kuwa kidogo bora kuliko kama hiyo sasa, yes. Of which kuna namna zinataka kufanana minimalist, ana katika ku own less. Hii anasema Yeah. Nilivyoelewa kwa uchache, mi sijasoma kitabu lakini, essentialist ni anayeamini kwamba unapokuwa na option chache unaweza ukawa na uchaguzi bora zaidi, ili kwamba kama una vitu viwili tu na vyote vizuri, ndio unachukua chaguo kimoja, lakini vyote ni bora, ina maana wewe unaweza ukawa na uchaguzi bora zaidi kuliko ukiwa na vitu vingi kua ufanya uchaguzi uenda ukaacha kizuri ukaenda kwenye kisicho na ubora si ndio? Yeah, kuna term anaitumia inaitwa decision paralysis. Kwa kadri unavyokuwa na machaguo mengi zaidi, unapokuwa na machaguo mengi zaidi, mwisho wa siku unashindwa kujua kipi ni sahihi. Sasa ni kama umeenda kwenye restaurant ukakuta kuna vyakula vitatu, ni rahisi kuchagua kuliko kuna menyu na vyakula 100. Wewe unajikuta ehe. Kwa hiyo Eh, exposure pia, anazungumzia exposure hii ya kwenye mitandao ya lusa, inatufanya kuhisi kama tuna options nyingi kuliko tunavyofikiria. Lakini kiuhalisia, having a lot haimaanishi yeah, kwamba ndio bora, lakini ina insist kuwa na vitu vichache ambavyo wako ni basic unavyohitaji, lakini pia uwe huru kusema hapana unapokuwa unaona kama hii na drain energy yako. Yes. Sawa so, na pia kuna kitu umekigusia huko ambacho umekiongelea mind decluttering ningependa kujua kama wameigusia to the extent, wameweza kusema kwamba how can a person declutter, kwa sababu kuna mtu anatusikiliza sasa hivi ndio anasikia decluttering labda kwa mara ya kwanza, na anajua sasa, nawezaje kufanya yani, kwenye akili yangu, kuna vitu niwe na machaguo machache, au the way ninavyofikiria mawazo machache, sio mengi, how to do this? Wameigusia huko ndani, labda unaweza kutupitia na constant kadhaa amekuwa akielezea, mmoja hapo inaitwa journaling, kuhamisha vitu kichwani kulioleta kwenye maandishi yeah. Namna inapunguza hiyo uh, lakini kuna digital fasting au kwa mfano matumizi ya mitandao iliweza kafanya kufunga kama unavyofunga chakula okay, kwamba muda fulani situmia, au siku nzima situmia, wiki nzima situmii, siingi mtandao yes. Kwa sababu utumiaji wa mitandao unatupa uh, opinion cluttering yani, unapata Kiswahili nakosa nitusemeje Unapoingia mitandaoni unapata maamuzi au u, uh, ushauri mwingi hey, mwisha yeah. Yes. Siku ubongo kuna namna, ndio maana unaweza ukawa unalala una unachoka unahisi, lakini ubongo ume umepata content nyingi, na hatujaumbwa kwa namna hiyo ku, kuingiza vitu vingi wakati huo so, kwa hiyo anashauri katika namna ya kufanya fasting kwa muda fulani, unaweza ukaamua kujipa fasting usitumie, yeah, digital hizo staff o namna tofauti tofauti mbali na ile ya kufanya kama yoga, unaweza ukatembea bila kusikiliza muziki, pala kufanya unatembea tu una focus kwenye mawazo yako. Itasaidia kuzungumza uh, na ku clear, uh, your mind. Yes, hizo ni... That's very nice my brother, nimefurahi nime sana. Hebu tupitishe kwenye ratiba yako ya kusoma, ikoje skedu yako ya kusoma specifically? How do you read it? Life is busy. Yeah. Uzaweli, sio kwamba nasoma kila siku ila nilishajipa discipline at least kila siku nisome chapta moja. Yes, kwa hiyo vitabu ambavyo nimekuwa nikisoma mara nyingi nikiamka asubuhi mapema kabisa, kabla sijafanya kitu kingine ninaweza nikapitia kitabu at least kwa dakika kumi na tano, ishirini lakini kama hivi siku ya leo, nipo off, naweza nikawa nime take a break, wakati labda sina request, nikaendelea kupitia kidogo. Yes. Kuna maeneo mengi sana ambayo pia unaweza ukaongezea hii tabia nzuri kwenye maisha yako na ukajiongezea thamani. Kwa kama kuna foleni nyingi sana siku hizi huko benki, kuna foleni, have a book please, soma. Watu wengi wanakuta yuko tu anaangalia vicheshi sio nini, hawezi kukusaidia sana lakini kila unaposoma kuna kitu fulani unaingiza kwenye akili yako. Naamini usiamini ipo siku utakitumia tena bila wewe kujua, yani kwa sababu lakini ila baadaye ukiwa, ah e, bwana hii kitu ni kwa sababu niliwahi kukisoma sehemu, na hauwezi jua hayo mazingira yatatokea tu. Kwa hiyo, ukiwa unapata opportunities zozote za kutulia huko, free uko peke yako nini, soma pia, jitengenezee ka muda kidogo, ukiamka soma, ni kitu kizuri sana. Napenda uniandikie mambo mawili, la kwanza ikiwa wewe umepata nafasi au umeona kwamba unataka upunguze vitu fulani kwenye maisha yako naomba niambie utapunguza nini na nini. Yaani nini na nini utapunguza ili maisha yako yawe, e, yaingie labda kwenye ile skill ya minimalist au yaingie kwenye essentialist. Sawa, so, uniambie nini na nini unaona vinafaa kupunguza kwenye maisha ili tuweze kuwa na maisha ambayo yana stress kidogo au hayana stress kabisa, kwa sababu wingi wa vitu pia unaleta stress, wakati mwingine hata ku make a choice tu kama ni vigumu stress

Kama umemwelewa, je, unatamani kumuona tena? Unatamani atokee tena, kwa sababu ana vitu, si ndio? Mimi mwenyewe nimekubali ana vitu. Nataka nisikie, je, wewe unatamani atokee tena? Kama ndio, niambie, mimi nitafanya arrangements. Tunaweza tukawa naye tena kwenye kitu kingine. Inaweza ikawa podcast fulani maalum, labda kama hii ambayo tutakuwa tunajadili. Na siku nyingine tunaweza tukaingia deep zaidi kuchambua kitabu au vitabu kama hivi kwa ambaye atakipenda. Kitabu hiki kinaitwa this essentialism, the disciplined pursuit of less, kimeandikwa na Uh, Greg, Greg McCoy. Greg McCoy. All right. Hiti hapa. Nitakuwekea vizuri kwenye cover hapo utakiona. Kwa hiyo kitafute. Na uniambie hayo mambo mawili ambayo nimekwambia, na kingine chochote ambacho umejifunza kwenye video hii pia niambie chini kwenye comment section, kile ambacho unaona kinafaa share kwa watu wengine ili waweze kujifunza pia. Success Path Network, wote unasemaje? Each one teach one. Na leo imekaa sawa kwa sababu each one teach one, maana yake ni kwamba kila mtu anaweza kujifunza kwa mtu fulani, mtu mwingine, lakini sio hivyo tu, it's it's two and fro. Ina, nyingine in ni kwamba kila mtu anaweza kumfundisha mtu fulani, so that's it, so shukrani sana my brother. no, yeah. so till next time bye-bye.